Leo tarehe 24 ya mwezi huu wa 11 tunamalizia, tunaenda kumalizia mwaka mwaka wetu wa 2024. A, virabu vya mpira vikubwa Simba na Yanga nchi hii wanatakiwa waache migogoro hapa, karibuni wataanza kugombana vyote viwili, sio kugombana virabu viwili. Ah, wao kwa wao, yaani kirabu hiki kinagombana wao kwa wao na hiki kinagombana kwa wao, wanapoasa watakapokuwa wako katikati ya michuano ya, ya, ya, ya, ya Afrika ya CAF Champions League pamoja na Federation, wakiacha kugombana wakatulia, kuna timu moja mwaka huu itafika mbali itafika sehemu kubwa. Wakianza kusuguana, kuna moja hata makundi haitoboi. Nimemaliza.